Karibu mtazamaji. Watu sita wamefariki baada ya ajali katika sehemu ya Tunel Mendera katika barabara kuu ya Londiani kuelekea Muhoroni. Kulingana na kamanda wa polisi kutoka kaunti ya Kiricho James Ngetich, basi linaomilikiwa na kampuni ya Uwezo lilikuwa linaelekea Kisumu na liligongana na trela. Magari yote yalikuwa yakielekea upande mmoja wa barabara. Hako, hako, kuna watu ambaye awakumia na tunajaribu kuwatafuta watueleze taarifa vile iliendelea. So ile kitu ningewasii madereva, tafadhali waendeshe gari polepole taratibu. Hii sehemu ya Londiani kwenda mpaka Muhoroni ni area iko na kona nyingi na ni mteremko. Yani alikuwa ya tu anaenda mwendo vizuri hakukuwa na wasiwasi yoyote, hata ka usingizi kakuwa kaminishika tu kidogo, ndo nikasikia prrr, sasa sikutambua kutambua vilimeendelea kuangalia, tumepata tumepata ajali. Kijiangalia nikapata niko sawa, nik na saa hii tumepata kujua ya kwamba waabiria wa tuseme watano ndio waliweza kuaga na draiva mmoja wao wa sita. So tunasema tu ama ninaambia tu serikali ya kwamba hatusaidie kwa hii sehemu, kwa maana hakika ajali mingi imefanyika sehemu huu.